hamsini zimekatika, ikishuhudiwa wagombea kumi na saba wa urais wa Tanzania wakipishana mkoa kwa mkoa kujinadi kwa Watanzania. Ahadi kedekede zimetolewa ambapo baadhi yake zimefurahiwa na wananchi. Ni sera ambazo zinazungumza kujali kila raia na kuwa ana haki ya kuishi katika nchi yake kwa amani, lakini ni sera ambayo inaendelea kuisemea amani zaidi. Ukiangalia elimu bure, na ni kweli watoto wanapata elimu bure, miundombinu kuboreshwa mfano maji, ukarabati wa barabara, zahanati. Mji wetu huu wa Tunduma tumekuwa na msongamano mkubwa kutokana na ufinyu wa barabara. Kwa hiyo, ninachoshukuru ni kwamba katika ilani yao wameweza kuingiza huu mpango mkakati wa kuweza kupanua barabara. Wakiliangalia ili eneo la mashamba ya samaki kwa vijana na wakinamama, wanaweza wakaleta mapinduzi makubwa kwenye uchumi. Lakini yapo maeneo ambayo wananchi wanaona hayajaguswa vyema, mpaka dakika hizi za mwisho lakini sera ya viwanda, wagombea wengi hawajaiongelea, na sisi kilio chetu watu wa Lindi, swala kubwa lipo kwenye tunahitaji tuna uhitaji wa viwanda. Juu yangu kubwa kusikia inazungumziwa miundo mbinu ya vi, vijijini. Wakati kukiwa na mawazo mseto juu ya ahadi hizo, wapo wenye matarajio ya kusikia mambo mahususi kwa wiki hii ya mwisho kuifungua dunia kwa vijana wamezunguka wamezungumza, fursa fursa, deni, tuone dunia inafunkaje, kwa sababu mambo sasa yamebadilika. Kuhusu haki, ehe, umoja, upendo na mshikamano, hiyo e, itakuwa nzuri, itapendeza na si jamii nzima tuta, tutaishi kwa upendo na amani. Lakini je, wagombea wenyewe wanaitazama vipi wiki ya lala salama? kwauu Mtanzania akizaliwa siku ya kwanza na hapo hapo atapata bima ya afya ambayo bima hiyo itagharamiwa na serikali ya chama cha Makini. Itaitwa Makini Care. Tumeamua sasa e, kushuka chini wanachama wetu wa chama cha NLD viongozi pamoja na wagombea wetu, sasa kipindi hiki kilichobaki, tumeamua sasa kuzifuata kura nyumba kwa nyumba. Wanaotathmini mwenendo wa kampeni hizi wanaichambua wiki ya lala salama kwa hoja mbalimbali mbali. Kupata wafuasi kwenye mikutano ya kisiasa ni jambo moja. Wale wafuasi uliowapata kwenye mikutano ya kisiasa unapaswa sasa uzigeuze yale mahudhurio uyageuze kuwa kura. Ndio hii hi, wiki la mwisho ndio la muhimu sana kuwahimiza wale ambao walikuahidi kukupigia kura. Isipokuwa kitu kikubwa ni kuhakikisha kwamba wanajiepusha na makosa siku hizi za mwisho. Unaweza ukatamka neno likagharimu kampeni zako zote ulizozifanya. Kwa hivyo kila kitu sasa hivi ni kukichukua kwa uangalifu, ni kuwa na lugha bembelezi za kuwabembeleza wapiga kura. kwa mujibu wa ratiba ya kampeni za gombea urais inayosimamiwa na tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC. Katika siku nane zilizosalia wagombea urais wa vyama kumi na saba wamejikita zaidi kumaliza mikutano yao katika mikoa ya Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Morogoro, Arusha, Kigoma, Ruvuma, Kilimanjaro na Mara, ambapo baadhi yao wanaenda katika maeneo hayo ikiwa ni mara ya pili hadi ya tatu. Uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani unatarajiwa kufanyika Oktoba 29 ya mwaka huu. Sheila Mkumba, Azam News.